Yes, mbele yako ni Godi Yanga e, kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo ambapo yamesalia masaa tu Godi, uko sawasawa? Niko sawa sawa. Afu Chapesa ndo mna mojiji Mzee Saidi mm, ndo mna mkataba na Mzee Saidi <laughs> Mzee Saidi <laughs> Mzee Saidi hongera, a ndugu yangu, ongera sana maanake mm, nilitafuta Mzee Saidi yuko wapi, kumbe yuko Chapesa kwenye madulani. <laughs> <laughs> nipe mipango, mwana Godi, masaa yanazidi kusogea mm. e, hali iko vipi? ikiwa mashabiki wanazidi kuongezeka, tumeshuhudia taarifa ya wanarunya wamesema watakuwepo, na sisi ndio tulikuwa tunataka taarifa kama hiyo ya wao kuja mm. kushiriki na sisi kwenye mchezo wa ligi kuu kwa sababu mm. ni mchezo wa mwisho, mchezo ambao ulikuwa na vibweka na vimbwanga vingi hmm, lakini leo hii mchumba amekubali hmm, kwamba anatokea geto. Nani amekubali? Mchumba. Ah, sasa kwani ukimtumia hmm, nauli mchumba wako hmm, alafu kampigia simu apatikani, si lazima kichwa kiumie? kidogo kiumie hmm, kwamba huyu nimemtumia nauli hmm, kwenye zile protocol za wanaume mwanaume, hmm, nimefeli huu mpaka nimetuma nauli. Siku hizi huwa tunatuma request ya bolt hmm, lakini mi limtumia hadi nauli hmm. Asa, ikawezekanaje? mchumba apatikani, nimemtuma hadi mshenga Kalimu Boimanda, embu mpigie mchumba wangu, mm. changamoto nini mpaka sasa hajafika? Lakini e, hata kwenye place pia hajatokea. Ndio hiyo. Kuna maana gani? Aidha ni mtego ambao wameuandalia. Asa, mtego hiyo namtega nani? Yanga Afrika hii, mm. Yanga hii. mm. yenye viongozi vijana kama kina injinia mm. ambao wachacheza mipira ya kiuli kama hiyo, yaani wewe unampiga chenga mwili nani kuna watu wa kuwapiga wakuwapiga cheamwili wa mambo wangefanya na na watu wengine kama kumbe, kama kumbe sio Yanga, Yanga. Uh, uzuri timu ilikuwa kambini mm. na ilikuwa tayari fit kwa ajili ya mchezo na maandalizi yote ya mchezo yako sawa sawa, tunasubiri tu uwanjani. Alhamdulillah, tunaamini kwamba wakija kutakuwa na mchezo mzuri, na tutaonyesha wapenda soka, watu ambao wamenyimwa fursa na klabu ya Simba, kwa sababu Simba imewanyima fursa shabiki kuja kutizama mpira. Kodi, unaona utakuwa ni mchezo wa namna gani ikiwa eh, timu zote mbili E, zinaingia kwa, kwa kuwania kikombe kwa maana ya kwamba kikombe kitakuwa uwanjani, utofauti ni alama moja pekee. Utakuwa ni mchezo wa namna gani? Utakuwa ni mchezo wa kuviziana sana hmm. Lakini kwa sababu Yanga Afrika sana na timu bora ana wachezaji bora, quality kubwa, tunaamini matokeo yatakuwa upande wetu hmm. E, quality itaonekana na namna gani ambavyo tunaweza tukapata matokeo ya alama tatu. Kama unaziona ngapi? Mimi bwana hapa nsikudanganye hmm. Chini ya goli nne sijalizika, chini ya goli nne sijalizika na nilimwambia kocha Naona jana kocha kazungumza lakini hmm. mimi natamani tumfunge Simba kuanzia bao nne kuendelea. Simba hii ya mpango. Kwa sababu hawana adabu, tuwafunze adabu na tuonyeshe kwamba tunaweza kuokoa mpira wa Tanzania, tutawafunga, alafu tutatoa elimu ya mpira kwamba kanuni na sheria hazikufuatwa tarehe nane, sio kwa sababu Simba hawakufanya mm, mazoezi mm, jana. Hawajafanya mazoezi na leo mechi wanakuja na wanacheza, yamesalia masaa e. Ukipata nafasi ya kuwashauri wa mashabiki wa Simba, ambao bado waendelee kulala, mashabiki wa Simba wasije wa, yaani ningokwambie eh, mashabiki pekee wanaoruhusiwa wa kuja uwanjani eh, ni mashabiki wa Yanga nye nye, na ndio wenye shughuli mm, na uwezo wa kuujaza uwanja mm, tunao kwa sababu tushawahi kuujaza uwanja wa Mkapa na wa Uhuru mm, kwa pamoja viwanja viwili hmm. Yanga wiki ya Mwananchi hmm. Kwa hiyo hapa mashabiki wa Simba cha kuambiwa walale nyumbani, wao si wameamua kuitelekeza timu yao hmm. waiache timu ije kula kupokea kipigo au watulie nyumbani. Nakubali na kwamba busara zipo kwenye mpira wa miguu busara hmm. Yanga tuzitaki, mbona mbona mechi hii kama imetumika busara? Ni swali hoji wao, hapana sisi. sisi tumetumia kanuni na matakwa ambayo tulikuwa tunayataka hmm. moja kati ya kigezo ambacho tulikuwa tunakitaka kabla hata Rais wa Jamhuri ajaingilia kati chochote tulikuwa tunataka mwenyekiti wa bodi ya ligi ajiuzuru, tulikuwa tunataka CEO wa bodi ya ligi ajiuzuru ya Almasi Kasongo, tulikuwa hatutaki tarehe kumi na tano mechi iwepo isogezwe mbele, tulikuwa tunataka baadaye bodi ije kuwa huru. Na hayo yote yamefanywa utekelezaji, kasoro moja la bodi ya ligi kuwa huru, ambalo tunaamini hilo ni takwa la muda mrefu. Tulisema matakwa yetu ni manne, na takwa moja ni la muda mrefu ambalo tunaamini msimu utakapoisha leo kwanzia hapo tutaanza mchakato wa kuifanya bodi ya ligi kuwa huru. Huo mchakato tutaufanya sisi, Yanga. Bodi ya ligi lazima ijeiwe huru kabisa, mashabiki na wanachama na wana hiyo. Mashabiki wa Yanga waje, mashabiki wa mashabi Simba walale hmm. Wasubiri kipigo hmm. timu yao kama itapotea hapa kwenda sehemu nyingine, watajua uongozi wa ambayo inaendelea. Yaani nikwambie, huu ndio mwisho wa Simba. Huu ndio mwisho wa Simba baada ya kuwapiga kipondo kikali leo, huu hmm, ndio mwisho wa Simba. Wataenda kugombana pale, mashabiki wa Simba ambao hawajapata nafasi ya kuja kuitetea timu yao kwa kuwashangilia yeah, lazima waende wakawaulize viongozi wao kwa nini wamewanyima hiyo fursa. Neno lako moja kwa wananchi wale ambao wanata wanataraji kujivuta hivi sasa kusogea uwanjani? E, wakaribie wakaribie, burudani tayari iko uwanjani na nauhakika kwamba madunduko wanakuja, njoeni hmm. Mashabiki wa Yanga tushangilie ubingwa pamoja. Leo ni kushangilia ubingwa tu. Watu wangependa kufry Godi walao kwa mara ya mwisho, ukiwapa walao ile first 11 ya matumaini ya kusema na kama naiona, anaiona Yanga Africa ikiingia namna hii leo, Ibrahim Ibrahim Baka akianza striker tu, uhakika <laughs> Ibrahim striker Ibrahim Baka asante.